Happy new year! Happy new year! Happy new year! ni mchungaji Mutuka, nimekuja tena kwako. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha kuvuka mwaka, na tumesimama katika asubuhi ya mwaka mpya. Ni Januari hii ambayo mimi huita asubuhi ya mwaka, na tunamshukuru Bwana ametuwezesha kusimama katika mwaka mpya. Tuna furaha ya kuwa wazima, ametupa afya na wokovu, bado tumeokoka na tunamfuata huyu Yesu. Asubuhi ya leo nilipoamka kuna neno lilikuja katika moyo wangu. Najua eh, mwaka ulipovuka hiyo eh, usiku katika ibada ya tarehe thelathini na moja kulikuwa na malengo ulikuwa nayo, kuna vitu umeandika chini, kuna ndoto, kuna maono, kuna malengo ambayo umeweka chini, na hata pia kuna uh, theme ambayo Bwana amekupatia mwaka huu, kama mchungaji, kama mtu binafsi, kama jamii, kama mfanya biashara, kuna malengo ambayo unalenga katika mwaka huu, na nikasikia neno hili litakufaa nikishiriki na wewe pale nje, mbali na hayo malengo ambayo uko nayo. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa tano nitasoma neno la Mungu. Ni neno la kawaida kabisa, neno ambalo hapa linasema Uh, mstari wa tano, vivyo hivyo yeye ashindanaye katika michezo hawezi kupewa eh, tuzo ya ushindi asiposhindana kulingana na kanuni za mashindano. <laughs> Uh, anasema anapeana mifano ya watu kadha wa kadha katika sura hii ya pili kuna mahali anazungumzia, ni hapo chini tu, mstari unaofuatia anazungumzia mkulima mwenye bidii ndio anapata mazao. Anazungumzia kule juu, namna ya kuvumilia kama askari e, anasema hakuna yeyote anayejiita e, askari na anajingisha kwa maswala ya raia, basi anafaa lakini mahali tunasoma anasema picha anatupatia ya mashindano, watu wanaposhindana mashindano yoyote, iwe mashindano ya mpira, iwe mashindano ya mbio, iwe mashindano ya, ya, ya ngumi, iwe mashindano ya nini. Ni ile ya ndondi, si ya ngumi wanaita ndondi. Basi mashindano hayo yote anasema hamna mtu anapewa taji kama hajafuata sheria za mashindano hayo, iwe mashindano ya magari, mashindano ya mbio Mashindano ya aina yoyote. Kwa hivyo, ningependa ujue pale nje, ujumbe Bwana amekupatia mwaka huu. Sijui ni ujumbe upi, lakini kwa kila ujumbe Bwana upeana, kila ujumbe ina kanuni na sheria zake, kama utafikia kuona kile Mungu amekupatia.